Hongereni uh, kwa mchezo mnafanikiwa kwenda fainali ya CRDB. Nadhani kwetu hii ni furaha kubwa. Tulijua mchezo utakuwa mgumu, tunacheza na timu ambayo ina mwalimu mzuri, tunacheza na timu ambayo imefundishwa pia vizuri. Tulielewa kwamba haitakuwa rahisi. Uwanja wa Mkwakwani tunaujua. Uwanja ambao mpya umetengenezwa, lakini tumeona changamoto ya mvua, e, imeleta shida kwenye miundombinu yetu kwo tuliyategemea hayo. Kwa hiyo ukiyachukua hayo na tulichokipata kwetu, kwa kweli ni faraja kubwa, na tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo e, haya. Hakuna mkate mgumu mbele ya supu, na sisi ndo wataalamu wa supu hapa Dar es Salaam. Sisi ndo wataalamu wa supu yoyote yote, uje boflo, uje wote ule, uje boflo, ukenda Pemba kuna tosi, njoo nayo. Sisi ndo wataalamu wa hayo mambo. Timu inaenda uwanjani, no comment lakini hamwezi kucheza mechi hizo mbili za ligi mpaka mmalize hiyo mechi ya 15 kwa ratiba, lakini kwa mujibu wa ratiba hmm, eh, waliopanga ratiba wanajua wanachokimaanisha. Sisi tulishatoa wa msimamo wetu kama klub, uh, kama taasisi. Msimamo wa taasisi unajulikana na msimamo wa taasisi ni msimamo wa taasisi mm. Hakuna yoyote ndani yetu ambaye anaweza kuubadilisha, asi hapa hakuna mechi mpaka tarehe 15. Pengine tutategemee Young Africans kucheza baadhi ya michezo ya kirafiki mpaka kufikia tarehe husika ambayo mna mechi, tutakuwa e, tuna mchezo wa kirafiki nadhani ndani ya wiki hii inayoanza kesho Jumatatu, lakini eh, tuna mialiko mingi, tuna mwaliko Rwanda, tuna mwaliko Kenya Mombasa. Huwezi jua hapo, katika chochote kinaweza kikatokea. Inawezekana tarehe 15 tukawa Mombasa ama Kenya, pia huwezi jua.